Kwa jina naitwa Ashraf Selemani Waninga, dereva boda boda Milola. Kutokana na changamoto ya njia kwa kipindi cha nyuma ilikuwa tunapeleka abiria mputo kwa shilingi 6000 mpaka 7000. Lakini kwa wakati huu ambao masika amenyesha hivi na njia imeharibika 12,000 mpaka shilingi 10,000. Changamoto ni kubwa kwa sababu kipato kinakuwa kipo pale pale japokuwa abiria na maana kipato chake kinakuwa kidogo. Lakini pia <coughs> tunawajibika kufanya hivyo kwa sababu Ah, changamoto hii inatuathiri kwa sababu ukiangalia unaweza kukuta <coughs> mafuta na yeye mpanda na njia kama hivi ni mbovu unaweza kukuta mafuta yana shilingi elfu nne kwenye kidebe. Lakini uki, ukija kwa abiria kwa mbeshi shilingi elfu kumi na mbili kwake na kwa ni changamoto kubwa sana. Kwa sababu mwanzo shazo hiyo kwa anatoka Mbinona mpaka Mputwa kwa shilingi elfu sita, elfu saba. Kwa sababu kwa mbeo elfu kumi na mbili ni kama ni jambo jipya sana upande wake. Tuna, tuna teseka sana kuhusu barabara hususan kama vile wazazi na vile vile manake kama tukawa wajawazito, tukiwa tunabebwa kwenye barabara mazingira yalo kuwepo mimba waga zinaharibika njiani kulingana mm -hmm, na barabara zilivyo ni barabara ilivyo kawa kidogo na futu tulikuwa tunalipa kama hivyo elfu sita mwisho elfu saba lakini mpaka sasa hivi kulingana na barabara ilivyo na ndio maana bei wanatutoza bei kali sana kulingana na wao si iliwapate kidogo asilimia fulani ili maisha yao yaende. Madhao tunasafirisha kwa shida sana. Tunapitia njia hilo kule. Tukitoka na mapuia kule, kama ufuto unatoka na mapuia, unapitia mpaka barabara na olo kule. Napiga kona kule na kuja kufika Milola. Tuko na wanawake, muda mwingine unaweza kusahau kabisa hata kumkumbuka; sababu kazi ni ngumu, umechoka. Tunaacho ndio tunachoka, kazi tunayofanya ni ngumu. Hata bodaboda ukifanya kazi kwa muda mzima, ukitembea mara mbili hapo. Ah, mke okay. Basi mazima kilala umelala. Baada ya hizi mvua, hii barabara imeharibika vibaya vibaya vibaya mm -hmm sana, na ndio maana tunafanya juhudi, tunaiomba serikali ifanye haraka ili barabara hii itengenezwe. Hatimaye ikishatengenezwa, mimi nina imani hamtapanda tena hata hizi bodaboda, kutakuwa na usafiri pengine hata wa wa hivi viasi vinavyokuja huko, kwa sababu ile viasi vije huko ni lazima vinani vipite kwenye barabara. Kwa mfano kama tumepaki, tumepaki magari huko, lengo ilikuwa tufike mpaka Mputo. Hata kipindi kile kama mtakumbuka, wakati wa maji maji tulishindwa kupita hii barabara, tulizunguka kule kwenye msitu, hatimaye ndio tukafika kule. Sasa tunataka hizo adha zote zi, zimalizike. Naamini kwa usikivu wa serikali yetu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii bajeti tayari imeshatengwa na watazidi kutupatia pesa, au hata kama haijatengwa kwa adha hizi ambazo zinaonekana, ni matumaini yangu barabara hii itatengenezwa vizuri, na wanawake hawatajifungulia tena barabarani.